Baraza Kuu la Makanisa nchini NCCK limeungana na mashirika mengine kuhamasisha na kuelimisha wakazi wa kaunti ya Kitui kukabiliana na visa vya dhuluma za kijinsia. Hafla hii imeleta wakazi pamoja kutoka eneo bunge la Kitui Kusini kuadhimisha siku 16 za kupigana na ukatili wa kijinsia. Aidha, baraza hilo limebaini kuwa Kitui Kusini ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na ukatili wa kijinsia, huku wakazi wengi wakilaumiwa kwa kutopiga ripoti kwa maafisa wa polisi. Tumekuwa na uh, wale ambao ni gender champions ambao tumekuwa tukifanya kazi nao kuhamasisha wananchi katika eneo hili kuhusu mambo ya GBV na vile wanafaa kukaa kwa maboma yao, wakifanya kazi pamoja, waume kwa wake, na pia kwa watoto wao, ili tuweze kuzuia mambo haya ya GBV kwa sababu tume uh, tumegundua ya kwamba mambo ambayo ni ya uchumi yanaafekta na hata pia ina contribute to GBV. Pia tumeona ya kwamba pia ile kukosa respect nyumbani inachangia mambo ya GBV, na kwa hivyo sisi kama NCCK tumekuwa tukifanya kazi na wananchi kuwahamasisha kuhusu vile wanaweza ongeza uh, ile pesa mfukoni na ili mambo haya ya GBV yasitokee. Kwa wanaume, wamekuwa na shida mingi, wanashindwa wamepata ile wanapata kama GBV wameface, wanashindwa mahali wanaweza kwenda kuripoti. Tukapata kuna chiefs office, tukapata kuna police na pia kuna zile e, mijengo imejengwa ili uweze kuwa na report. Kama ni, kam, ni, ni kijana kuna zile za children. Kama we ni mwanaume ama wewe ni mtu mzima, kuna mahali unaweza pata usaidizi. Na kwa hivyo tunatumwa tuwamazishe wanaume wasinyamaze, waweze kukaa kidete, tutetee haki yetu.